Leo tena tunajifunza mahusiano. Ingia kwenye ndoa yako pale, chukua mume wako, au kama wewe ni mwanaume, basi jiweke hapo. Leo tunajifunza mambo matano ambayo mwanaume anapaswa kuepuka kabisa kabisa kabisa kama ameoa, yaani mume anapaswa kuepuka haya mambo matano. Jambo la kwanza kabisa, anapaswa kuepuka kutumia muda wake na mwanamke mwingine ambaye siye mke wake. Mwanaume aliyeoa kutumia muda mwingi na mwanamke asiye mke wake, muda mwingi, hii ina athari, kwanza kisaikolojia, inaweza ikaleta kitu kinaitwa emotional affair, kitu ambacho kinaweza ikawa si si si, si muunganiko wa kimwili, si mahusiano ya kimwili, lakini ya kihisia zaidi, kwa sababu mwanaume na mwanamke wana utofauti kidogo katika masuala mazima ya mapenzi. Mwanaume anapokuwa karibu na mwanamke mwingine asiye wa kwake kila siku, anajikuta anajenga pia hisia zake kwa huyo mwanamke, au huyu mwanamke anaweza pia akawa anajenga hisia zake kwa yeye, ambayo inaweza ikampatia hathari kwa mke wake, au mke wake anaweza kuhisi kwamba kwa sababu amechukua muda wake mwingi na wanawake wengi, wengi ni wabinafsi kwa maana iliyo njema, yaani wanapenda attention wao, aka ikawa imesababisha mgogoro mkubwa kwenye ndoa. Kwa hiyo we kama mwanaume ambaye umeoa, usijikaribishe sana muda wako mwingi wa kutosha kwa mwanamke asiye wakwako, kwa sababu hata Biblia inatuambia hivi katika Mithali sita fungu la 27 na la 28, nasema, je, mtu anaweza kuchukua moto kifuani pake na nguo zake zisiteketee? Ni swali au. Je, mtu anaweza kukanyaga juu ya makaa ya moto na nyayo zake zisichomwe? na Wathethorike moja fungu la sura ya tano fungu la ishirini na mbili inasema, jiepusheni na ubaya wa namna yoyote. Hilo jambo ni baya, na we kama mme wa mtu upasu kufanya hivyo, ujiepushe kabisa. Na unaweza ukatumia njia hii kama kukusaidia: weka mipaka ya wazi unapokuwa na wanawake wengine, lakini pia onyesha heshima kwa ndoa yako kwa kuepuka mazungumzo au mazingira ambayo yanaweza kukupelekea majaribu. Lakini pia hakikisha unatumia muda wako wa kutosha na familia yako hakikisha unatumia muda wako wa kutosha na mke wako. Hakikisha ya kwamba mnakuwa mna wakati mzuri wa kutosha na mwenzi wako. Jambo la pili la kuepuka kabisa, wewe ambaye ni mwanaume ambaye umeoa, unapaswa kuepuka kabisa ni kutumia pesa vibaya au kutokuwa na misingi mizuri ya fedha. Kama mwanaume, tunategemea yeye ndio kiongozi, tunategemea yeye ndio ameshikilia cheo kama chanzo, ameshikilia cheo kama provider, ameshikilia cheo kama director, ameshikilia cheo kama ambaye anategemezwa na, na, na, na, na, na familia kwa ujumla. Na, na ukiwa na matumizi mabaya ya pesa kama mwanaume Uh, unakuwa umeleta athari kwa familia na haya mambo unapaswa uepuke nayo, kwa sababu Timotheo moja sura ya tano fungu la nane Biblia inasema, lakini mtu yoyote asiyeweza kuwatunza jamaa zake, ukisoma kwa Kiingereza inasema vizuri, ni mwanaume asiyeweza kuwatunza wa jamaa zake, hasa wale wa nyumbani wake, ameikana imani na huyo ni mbaya kuliko asiamini. Yaani huyo Biblia inamtafasiri ni mtu mbaya, bora hata ambeni mpagani, ni mwanaume ambaye hawezi kuwatunza watu wa kwa hiyo kama una matumizi mabaya ya pesa ambayo yanaweza baadaye yakakuletea familia ikaingia kwenye tabu, familia ikaingia kwenye matatizo ya kiuchumi, lakini ni kwa sababu ya baba kutokuwa na matumizi yaliyo sahihi ya pesa. Hiyo ni mbaya, maana Luka kumi na nne fungu la 28 inasema, maana ni nani katika ninyi atakaye kujenga umnara asketi kwanza na kuhesabu gharama kabla ya ujenzi, hiyo kana kwamba ambavyo anaweza kumaliza. Hiyo ni Luka inasema ni mtu ambaye anataka kufanya kitu kimoja huwa anafanya budget. Kwa hiyo mme ana jukumu la malezi ya kifamilia na hasa katika matumizi yaliyo sahihi ya pesa. Na hivyo hii inaweza ikakusaidia kabisa kwamba ni mwanaume ni yule ambaye anaweza akapanga bajeti vizuri ya familia, anaweza akamshirikisha na mkeo, anaweza akafanya matumizi mazuri ya fedha, na hii ni pale ambapo akaacha nasa Uh, za kidunia na mambo ambayo yanaweza yakampotezea pesa pasipo maana na familia ikaingia kwenye vitu ambavyo ni athari. Unaweza ukakuta kuna wanaume kama vile wana entertain mambo kama kamari, na unakuta matumizi yaliyo sahihi ya familia yaendelei, lakini mwanaume uh, unaweza ukakutajikuta ana, ana matumizi mengi ambayo hayaeleweki na akaingiza familia kwenye madeni akaingiza familia kwenye madeni kama ambavyo kwenye Wafalme wa Pili sura ya nne kuna mwanaume pale ambaye ni mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa na madeni, hata alipokufa madeni akajikosti ya familia yake. Kwa hiyo, mwanaume unapaswa kabisa uelewe vizuri kuhusiana na mambo mazima yanayohusu fedha, kwa sababu a, ma, maisha ya mapenzi pia yanahusisha maisha masuala mazima ya uchumi wa familia. Jambo jingine ambalo unapaswa kuliepuka kama mwanaume ni kuepuka kutokuwa na muda wa kutosha na familia yako, kuwa na muda wa kutosha na mwenzi wako, kuwa na muda wa kutosha na watoto wako. Ninajua ya kwamba wanaume wengi wanakuwa hawana muda, muda mwingi wanautumia katika kufanya kazi, muda mwingi wanautumia katika ku jishughulisha na shughuli ambazo zitawapatia mawindo na mkate wao wa kila siku wa kurudisha nyumbani. Lakini pia hakikisha unatenga ratiba yako, unakuwa na ratiba walau na watoto wako. Unajua Juni anafanya nini? Unajua uh, uh, Queen anafanya nini? Unajua mke wangu anafanya nini? Yani lazima uwe na mke wako, uwe na watoto wako. Hiyo itakusaidia kupata nafasi zako kama baba. Leo hii watu wamepoteza nafasi zao kama baba, poteza nafasi zao kama mwenzi kwa sababu hawana muda na familia wamekuwa muda wote na kazi. Biblia inasema hivi katika Waefeso tano fungu la 25 enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Na moja ya kujitoa kwa ajili yake ni kwamba unatoa muda wako kwake. Kwa hiyo kwa kama we mwanaume ili kuendelea kudumisha penzi lako na mke wako na familia yako kwa ujumla, hakikisha unatoa muda wako. Saa nyingine kagua assignment za watoto shuleni. Saa nyingine angalia kazi za mama anazozifanya kila siku. Tenga muda wako. Siku nyingine hata unaweza tu ukao umeamua tu kushinda nyumbani na watoto wako. Na hiyo itakusaidia kama ambavyo Petro pia anasema waraka wa kwanza wa Petro sura ya tatu na ile mstari wa saba anasema kadhalika ninyi waume, kaeni na wake zenu kwa akili na kumpa mke heshima kama chombo kaeni na mke, stay with your wife so kaa na mke wako kwa akili. Hapa msisitizo ni kwamba kaa na mke wako kwa akili. Sasa uwe una time pia ya kukaa naye, wewe unakaa pia una time ya kumsikiliza. Na mtazamo wa kisaikolojia ni kwamba ndoa zinazodumu na kuwa na zile, zenye furaha ni zile ambazo wanandoa wanatumia muda mwingi pamoja, wakionyesha upendo wao, wakiendelea kila siku huuleta uangalizi ulio bora na wa pamoja kwa familia. Na kutotumia muda wako mwingi na familia yako, mke wako unasababishia ajisikie upweke, watoto wako wanajisikia upweke, kwa sababu we baba, uwepo wako unakufanya uendelee kuwa na uhusiano ulio zuri kwa mwenzi wako. Kwa hiyo usimwache mke wako akajisikia upweke, usimwache mke wako akajisikia kama ameachwa. Lakini jambo jingine la tatu la kuepuka kabisa ni kutomheshimu mke wako na kumpuuza. Kama mwanaume ambaye unapaswa kuwa baba bora na kiongozi bora wa familia, heshimu mke wako na usimpuuze mke wako, kama ambavyo Waefeso 5:33 Biblia inasema hivi: lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe na mke amstahi mumewe. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho kitakupa kigezo cha kumpenda mke wako ni kwamba ni pale hali ambayo unamheshimu. Kama ambavyo Mithali 31 fungu la 10 Biblia inasema mke mwema ni nani awezaye kumwona, maana thamani yake yapita thamani ya marijani. Mheshimu mke wako Muone ndio sindo, umempenda huyo huyo, ndio chaguo lako. Kuna ule wimbo nasema huyo ni chaguo lako, huyo ni chaguo lako. Kwa hiyo hakikisha huyo ndio unampatia heshima, huyo ndio unamthamini. Usiwathamini watu wengine, thamini mke wako, mpende mke wako. Na unaweza ukafanya hata matendo ya upendo, ukamwambia we ni mzuri mke wangu, umependeza, hii imekupendeza mke wangu, unaumbika vizuri, mke wangu, una sura nzuri, mke wangu, una rangi nzuri, mke wangu, una sauti nzuri, mke wangu, una nywele nzuri, mke wangu, kwa kweli umeumbwa kwa utukufu mkubwa wa Mungu unaweza ukampatia maneno mazuri, hayo yakaweza kumsaidia, na usimtumie maneno ambayo yanaweza yakamwepuka, yani, wewe we ni nini, maneno ambayo yana hisia mbaya, maneno ambayo yana vitendo vibaya ndani yake, na hivyo yakaweza yakasababisha. Kwa hiyo msikilize mke wako, ni moja ya kumheshimu pia. Msikilize mke wako kwa makini, unapozungumza naye, unaweza ukamwangalia, unaweza ukaacha shughuli zako, kama ulikuwa una laptop au na shughuli unazifanya unaweza ukaacha kidogo ukamsikiliza, ukatega sikio kwa kumsikiliza. Usimdharau wala kumfokea wala kumdhalilisha mbele za watu, tena hata saa nyingine, wengine wanaweza wakawadhalilisha wake zao mbele za watoto. Sikiliza, hata mke wako akiwa amebugi amekosea, kwa lugha ya sasa tunasema hivyo. Uh, unamchukua unaweza ukamsaisha pembeni, ukaambia, naona umenipikia chakula kizuri lakini chumvi leo imezidi, ukatumia lugha nzuri, na hiyo inaendelea kukuza mahusiano yenu. Lakini pia jambo lingine la kuepuka kama mume wa mtu, epuka kabisa kutafuta faraja kutoka katika mitandao ya kijamii au kutoka kwa wanawake wengine wa nje, kwa sababu Mathayo 5 fungu la 28 nasema, lakini mimi nawaambia kila mtu amtazamaye wa mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye nafsini mwake. Kwa hiyo tamaa ya mwanamme inadhihirika katika fungu hili hiko, katika macho sio katika kitendo cha uzinzi, ni katika macho. Kwa hiyo mwanaume unapaswa kabisa kuepuka, kwa sababu Biblia inatuambia hata ukimwangalia tu mwanamke kwa kumtamani, tayari hapo umekwisha kuzini naye. Kwa hiyo nakutia we moyo mwana, mwanaume ni kwamba uh, hebu tamaa yako nzima na yote uelekeze kwa mke wako na si kutafuta faraja kwa wanawake wengine kama ambavyo Mithali pia tano fungu la 18 na 19, na Biblia inasema hivi, chanzo chako cha maji na kibali kiwe nawe, furahia mke wa ujana wako. Hakuna haja ya kufurahia mke asiyokuwa mke wako, epuka kabisa, kwa sababu hiyo itakufanya uitaendelea kukukata kihisia kutoka kwa mke wako, na hivyo utaendelea kuzitengeneza hisia kwa watu wengine. Na hata kuna wanaume wengine ambao unakuta wanawatazama watu wengine huko na kuwatamani, wanawatazama wanawake huko na kuwatamani, na anakuja anafanya anashiriki tendo la ndoa na mke wake kwa sababu ya tamaa ameangalia huko picha mtandaoni kwa wanawake wengine, afu anafika anamwambia mke wake nipe, lakini unakuta sura ambayo iko pale umbo ambalo liko pale ni la yule ambaye ameweza kumwona. Hebu tamaa yako nzima iishie kwa mke wako. Hayo mambo matano yataweza kukusaidia kuwa na ndoa iliyo imara, kama baba na kama kiongozi, kama mwenzi mwanaume waheshima kwa familia yako. Mambo hayo matano unaweza kuepuka. Unaweza ukaniandikia pia mi ujumbe hapo chini, mambo ambayo unaweza tukaendelea kujifunza pamoja, na wewe kama mwanaume kwa uzoefu wako, lakini pia mwanamke kwa uzoefu maybe wa wawenzi ambao unaofahamu. Mungu nakubariki, uendelee kuwa mwanaume bora. Asante sana.